Naibu wa mwalimu mkuu wa shule ya Lomoku Primary School. Tangu ni kuja katika hii shule, e, changamoto ya kwanza ni mambo ya vyakula. Wakati ambapo hakuna vyakula kwa shule, wanafunzi hapa hupotea. Sisi tunategemea chakula ya ministry ambayo inaletwa na Nakonek wakisaidiana na, na watu wa tumekuwa pia mkutano na wao, tuliongea na wao hii mambo ya delayment ya chakula. Wame, wamekuwa wakituambia ni suppliers ndio wamekuwa wakichelewesha chakula ya wanafunzi. Ukame ni mingi, hao wanafunzi, wakati analala njaa, anakosa nguvu ya kuamuka kwenda shule, kukaa kwa darasa. Kuka zahanati zenye ziko karibu hapa ni ya Chokchok na Nageti. Na mtoto anapogonjeka hapa shuleni, In fact sisi huwa tunapata changamoto sana Wakati mwingine ni mwalimu yeyote nikiwa na pain killers, ama mwalimu yeyote akiwa na dawa yoyote ya kuzuia maumivu kwanza au kurudisha hiyo joto chini tunamsaidia, ndio. Au tuweze kuita mzazi aweze kumpeleka uh, kumtafutia matibabu mahali pengine Chok Chok, Nagete or any other place penye anaweza kumpeleka. Sisi tuko na hospitali hapa na hii hospitali ijamalizwa mpaka sasa na tujui shida imekuwa wapi. Shida ni county government ndio ijalipa contractor. Ama contractor ndiye ameamua kusimama kwa sababu hatujapewa habari yote kuhusu hiyo hospitali. Paka sasa hizi hospitali bado iko hivyo na mambo ya ugonjwa, ugonjwa imekuwa ikiumiza wanafunzi hapa. Paka tumekuwa tukipoteza wanafunzi wa hapa. Sasa hizi tumepoteza wanafunzi watano, wawili wa ECD na watatu wa primary kwa mambo ya malaria, kwa mambo ya kala-azar na hizi magonjwa ndogo ndogo. Wazazi hapa bado hawajajua umuhimu wa shule. Wengi, wengi wao bado wana, wanasema watoto wao wasichana ni wapeleka kwa kupata mahari watoto wa umri kama hata miaka kumi na wawili wanarudishwa nyumbani, wanarudishwa nyumbani kwa ajili ya kupeanwa, kwa ajili ya mali. Wakati mwingine mtoto akikuja akijileta shule bila msasi kujua, mtoto anafuatwa, anakuja wanamchukua, wana kwa shule wanasema huyu ni wa ngamia. Jambo kubwa ambalo limechangia idadi ndogo hapa Lomopus Primary, wanafunzi wengi wamekuwa wakienda shule jirani ambaye imefanikiwa iko na sponsorship na tuliko, tunaomba serikali ikiwakilishwa na MP wa hapa wakuje watutembelee sisi, tuje tuende tutembelee watu wa Missions of Hope watusaidie mambo ya sponsorship hapo Lomopus watusaidie mambo ya sponsorship pale na Arengo Primary pale na Tagila, kwa sababu hizo mashule tatu ambazo ziko karibu na ile shule ambayo imesponsiwa iko na upungufu wa wanafunzi.